Naendelea hapa, kazi inaendelea, rola mbili na sabina tano. Mteja wetu tunamfanyia na wiring kabisa, tunamtestia mashine, tunasaga, tunahakikisha mashine zimekaa vizuri, mteja ameridhika na mashine, alafu tuna sisi tunaondoka. Sisi hatuna longolongo mashine jamani, angalieni mashine kwanza ilivyotulia. Wateja, cheki mashine ilivyotulia kwanza eh, kwanzia ya finishing kila kitu na ubora. Angalia mashine rola mbili, hii ni sabini na tano, eh, mota yake wasupa thelathini. Hii mota yake wasupaa ishirini. Cheki mashine ilivyotulia, mashine na finishing Haina mbwembwembwe haina mbambamba haina nini, safi kabisa. E, nipo na vijana wangu hapa, kazi inaendelea. Wateja karibuni sana, mchukue mashine jamani, sio mnaenda mnabambikwa mashine mwezi mmoja tu mashine inaanza kusumbua. Mashine nakupa garanti miaka miwili, ikisumbua nakupa nyingine. Karibuni sana wateja.